Je, yeah, lipi kusudi la rais Kabila kutembelea mji wa Goma wakati kama huu? Hili ndilo swali ambalo mwenzangu Sudi Mnete amemuuliza Nixon Katembo, mwandishi habari na mchambuzi anayefuatilia kwa karibu masuala ya Afrika na hasa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo akiwa mjini Johannesburg, Afrika Kusini. Hii ni mwendelezo wa kazi zake za kuunga m ishirini na tatu. Kumbuka Kabila, watu wengi hawajui kwamba ni yeye ndio mwanzilishi wa mawasi hayo tangu mwaka elfu mbili kumi na tatu wakati alipotaka kujiondoa, uh, ile presha iliyotolewa na umoja mataifa kimataifa kuhusu uchaguzi wa mwaka elfu mbili kumi na moja wakati wote imetajwa Rwanda uh, lakini Kabila hakuwa anatajwa anahusika vipi katika hizi vurugu za sasa? Kabila na Rwanda wamekuwa wakishirikiana pamoja katika kuyumbisha usalama wa mashariki mwa Kongo uh, kwa maslahi binafsi kwanza, maslahi yake ya kibiashara, kwa maana kuwa ana biashara nyingi ambazo zinafanyika kule Congo. Kwa upande wa Rwanda ni yani kuweza kuendeleza maslahi yake ya kiuchumi, wala si hata kutetea wale wanaoita kuwa raia wa Kinyemlenge ambao Rwanda inasema wanaandama pamoja na wakimbizi ambao wako pale Rwanda wanataka kurejea nchini Kongo. Uwapo wake Kongo wakati huu kutakuwa na matokeo gani? Uh, utaligawa taifa, mimi navyoona kati ya mashariki na magharibi na hii inayoweza ikawa na azma um, ya baadaye ya kuya mganyiko ndani ya Congo, na hii ni moja kwa moja kutokana na uhafifu wa serikali ya Kinshasa. Serikali itakuwa na wajibu gani unaitaja hapa sasa hivi? serikali ina wajibu wa kuweza kulinda mpaka yake pamoja na raia wa nchi hiyo pamoja na kuleta maendeleo ndani ya nchi, lakini inaonekana dhahiri kwamba uh, Kinshasa uh, chini ya Chisekedi imeshindwa uh, kufanya hivyo, na badala yake tunaona uh, rais Chisekedi pamoja na wapande wake wakijilimbikizia mali nyingi tu uh, kama alivyofanya Kabila chini ya utawala wake wa miaka kumi na tano. Kabila ameondolewa kinga ya kushitakiwa haitakuwa na athari zozote kwake. Hii itamfanya awe mkali zaidi na kuweza kupigania haki zake kama anavyotajwa mwenyewe, pamoja na kuendeleza vita hadi pale e, pengine serikali ya Kinshasa itakapoanguka madarakani kwa kutumia waasi wa emu ishirini na tatu na hii ni itaweka Kongo katika hali tete zaidi ambako uh, wengine tulitarajia kwamba kutakuwa ni mazungumzo, uh, amani, na mazungumzo ya amani na ushirikiano na kiongoji iwapo Marekani itakuwa na washawishi vya vya, vya, vya viongozi hawa wote ikiwemo Kabila pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Umeitaja Marekani, lakini jumuia za kikanda zimekuwa na jitihada zao. Ni kwamba juhudi zote hizi hazitafua dafu Nam uh, juhudi za kimataifa zimezalilishwa uh, kutokana na uongozi uh, mbaya, pamoja na kutokuwa na msimamo thabiti kwa serikali ya Kongo upande uh, wa pili, kutokuwa na msimamo wa kitaifa uh, na ukosefu wa uzalendo uh, kwa wanasiasa wengi, hiyo kuhakikisha kwamba wanaliweka taifa mbele. Uh, upande wa uh, uh, mashariki kwa mfano, Sadek iliyoenda kule kuisaidia Kongo, lakini mwishowe ni kama imedharilishwa na imelazimika kuondoka. Uwapo wa Kabila katika eneo lile la mashariki ya Kongo utakuwa wa muda mfupi au utakuwa muda mrefu? Mi naona kama ni unaweza ukawa muda mfupi, lakini utakuwa na madhara makubwa kwa sababu inaonekana dhahiri sasa kwamba mashariki mwa Kongo ndio ngome yake uh, wakati anapoendelea kupambana na serikali ya Kinshasa uh, iwe kidiplomasia iwe kijeshi kupitia uh, waasi wa M23. Nixon Katembo, kama alivyozungumza na mwenzangu Sudi Mnete kuhusu ziara ya Joseph Kabila katika mji wa Goma, mashariki mwa Kongo. DW tunavuma kwa kishindo, unaendelea pia kutufuatilia katika chaneli yetu ya YouTube na vilevile vile, msikilizaji, una fursa ya kutuma maoni yako kwenye mitandao yetu ya kijamii kupitia Facebook na vilevile vile Instagram, na sisi tutayasoma.